Sisi tunavyoelekea kuadhimisha hii siku ya Kiswahili duniani ambayo ni tarehe saba, nchi nyingi sana duniani zinaadhimisha, nchi zilizoendelea na nchi za Afrika. Kwa hiyo ni kwa kiasi gani ya wamelichukulia swala kubwa na lugha yetu hii adhimu ya Kiswahili. Hiyo za mwaka huu ni za kipekee kweli kweli, kwa sababu hata zawadi kwa washindi zimeboreshwa kwa kuongeza kiwango cha zawadi kwa washindi wa mbio zote. Hivyo niwafahamishe eh, watu wote kwa makundi mbalimbali mbali kushiriki mbio hizi, ikiwa ni kuunga mkono juhudi za kukuza kuendeleza lugha ya Kiswahili e, kupitia e, michezo. Swahili so, marathon iende mikoa yote ifanyike hapa kuanzia mwezi wa kwanza. Swahili marathon ifanyike mikoa mbalimbali, alafu wale washindi au watu ambao watakuwa wameshinda hapa mpaka watu mia, kila mkoa huwe na mwakilishi kwenye so, Swahili marathon tuache kwa ile kwamba sijui si, sibezi, lakini nataka kukuza lugha yetu ya Kiswahili kupitia marathoni ya Swahili marathoni. Kiswahili ni chetu, sisi ndio wazawa na sisi ndio tutakaoendeleza lugha ya Kiswahili. Hakuna hata mmoja wetu ambaye atakasema kwamba Kiswahili si chake, na kwa kuwa ni chetu ni lazima tuenzi, na mbio hizi ni maalumu kwa ajili ya kuenzi mbio hizi tunayo ndoto ya kuzifanya ziwe mbio kubwa duniani, na ikiwezekana ikifika mwaka 2040 ziwe miongoni mwa mbio kumi bora duniani. Kwa mantiki hiyo, tunawaomba wenzetu wenye nia njema tuungane kwa pamoja, kwanza kwenye kushiriki kikamilifu, kuionyesha dunia jinsi ambavyo tunaienzi lugha yetu lakini pili, na wadau ambao wako tayari kutuunga mkono kama wadhamini, ili tufikie malengo hayo.